Leo katika stori cheche. Okay. Uh, well, Whozu by the way, kumbe alikuwa gani mwanafunzi bana na alishamaliza chuo kabisa si ndio, eh? Sasa nimekutana na video yake akielezea jinsi gani ambavyo maisha yalivyompigaga siku moja wakati amekwenda Dar. Yaani ametoka Moshi kwenda Dar kwenye masuala mbalimbali ya kimuziki na alikuwa na Jumatatu na mtihani wa marketing. Yaani alitoka Dar, alitoka Moshi Jumamosi kwenda Dar, afu Jumatatu alikuwa na mtihani wa marketing. Sasa hapa anaelezea jinsi ambavyo kuwa mpaka akaja kupata zero zero kabisa kwenye mtihani huo, so I hope utajifunza hichi kitu. Kipindi niko chuo nilikuwa napenda sana kutoroka Moshi kuja Dar. Sasa kuna siku nikaa nimetoroka bana. Katika kutoroka nilikuwa nimetoroka Alhamisi, no no, nimetoroka Jumamosi, afu Jumatatu na mtihani wa marketing. Ah, nikajitania hata nimekuja Dar kushuti video yake nakumbuka ile, kwa hiyo ninafasi ya kuipoteza kwao nikajada kushuti, alafu Jumapili nikarudi na gari la magazeti juma tatu atakaniamkia kwenye mtihani, enyewejumapili zangu magazeti saa kumi na mbili Moshi. Nimerudi. <laughs> Nimerudi mtihani saa mbili, Hakuna nachokisoma, nasema nitatumia akili. Sijui sasa nilikuwa na wazo gani, gani ya Kiingereza kwenye mtihani, hakuna nachokijua, hakuna nachokijua. basi nikajiweka karibu karibu na mshikaji wangu kila na kuchapa bana, ndugu kumi na tano.